Niseme nyinyi kama walimu makada ni nguzo ya maarifa, lakini pia ni nguzo ya maadili, lakini ni nguzo ya uzalendo ndani ya Chama Cha Mapinduzi na taifa letu kwa ujumla. Ukiwa ndani ya Chama Cha Mapinduzi, chama kilichojengwa juu ya misingi ya haki, umoja, utu na maendeleo, tunapaswa kutambua nafasi yetu ya kawaida kama walimu tunafundisha, kama makada tunahamasisha, lakini kama walimu makada tunaunda msingi wa taifa lenye maadili lenye maarifa na lenye mwelekeo. Kupitia nyinyi naenda kujenga kundi jipya la watu wenye haya ambayo nimetoka kuzungumza. Ndugu zangu, katika zama hizi za mabadiliko ya kisera uchumi unapaswa kuwa mstari wa mbele kusimamia na kusambaza mafanikio ya serikali ya awamu ya sita chini ya mwenyekiti wetu wa chama, rais daktari Samia Suluhu Hassan, tumeshuhudia maboresho makubwa katika elimu, katika afya, katika miundombinu na teknolojia. Ni jukumu letu sisi kuhakikisha kuwa mafanikio haya yanawafikia wananchi na yanaelezwa kuwa ni matokeo ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Tutambue kuwa sisi kama walimu makada ndio mabalozi wa chama katika sekta ya elimu. Sisi ndio tunaoandaa kizazi kijacho cha viongozi wa taifa hili, na sisi ndio tunapaswa kuwa wa kwanza kufundisha kwa mfano, si kwa maneno. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliwahi kusema mara kwa mara, uongozi wa kweli ni huduma. Tunachotakiwa kufanya ni kusimamia haki, kutenda kwa uadilifu na kuweka mbele maslahi ya watu wetu. Nyinyi walimu makada, ni lazima mwe watetezi wa maadili ndani ya jamii lakini muwe ni wachambuzi wa sera za maendeleo wa mtazamo, wa nina, oh, wow, kwa mtazamo wa kichama ninawaagiza, leo tusiridhike kuwa watazamaji wa mafanikio ya chama cha Mapinduzi, bali tuwe washiriki wa moja wa kwa moja, tushiriki katika uongozi kwenye ngazi zote, lakini pia tupeleke ujumbe wa chama cha Mapinduzi hadi kwenye mashina kwa ari, kwa nguvu na kwa kasi.